Sura ya tatu katika kitabu cha Ayubu sasa inaanza sehemu ya kishairi ambayo itaendelea hadi sura ya 42 na aya ya 6. Sura ya tatu pia inaanza mizunguko mitatu ya hotuba au mazungumzo. Kila mzunguko kunajumuisha hotuba za Ayubu na pia kila mmoja wa marafiki zake watatu. Sasa unaweza kukumbuka kwamba marafiki watatu wa Ayubu wamekaa kimya naye pale kwenye dampo la takataka, ambapo takataka zote zinachomwa na kuwa majivu, na wamekuwa huko naye kwa siku saba na usiku saba. Na hatimaye Ayubu anazungumza, na lazima nikwambie, anamwaga moyo wake. Kama unavyoweza kufikiria, ana uchungu mwingi. Kuna hisia ya kukata tamaa. Yeye amefikia hatua ambapo Kweli, hataki tena kuishi . Mwandishi mmoja alielezea sura hii ya tatu ya Ayubu kama moja ya sura za kusikitisha zaidi katika Biblia yote. Ninashaka kama umewahi kusikia mahubiri mengi kutoka sura hii. Mistari michache sana inakumbukwa au inakumbukwa kwa joto lao. Kutoka Ayubu sura ya tatu inaweza kuwa ni sehemu ya chini kabisa katika kitabu chote cha Ayubu. Sasa mateso ya Ayubu yamemfikisha chini kabisa ya shimo. Amefikia kile tunachoweza kuita bonde la kukata tamaa. Sasa labda umewahi kuwa mahali Ayubu alipo. Hapa katika sura ya tatu, labda uko hapo sasa hivi. Wapendwa, ndiyo maana kitabu hiki ni muhimu sana. Kwa kweli, ndiyo sababu Mungu alikihifadhi kwetu kwa kane zote hizi. Yeyote anayepambana na maumivu na huzuni anataka majibu. Sawa, nataka uendelee kuwa nami kupitia kitabu hiki, kwa sababu uzoefu wa Ayubu utatuonyesha sote mwelekeo sahihi. Sasa hotuba ya ufunguzi ya Ayubu hapa kupitia sura ya tatu, tunaweza kuiweka kwa urahisi: anachukulia kifo kuwa bora kuliko mateso yake. Kwa kweli, anasema hapa katika mstari wa tatu, na ipotee siku niliyozaliwa. Chini katika mstari wa 11 anasema, kwa nini sikufa wakati wa kuzaliwa kutoka tumboni? Na ufa huo siyo hasa aina ya mstari ambao utakariri, unajua, au kuweka kwenye dashibodi ya gari lako kusoma unapoendesha kwenda kazini. Lakini labda umewahi kuwa na hisia sawa na za Ayubu. Sikiliza anachosema hapa katika mstari wa 26: sina utulivu wala siko kimya, sina raha, lakini shida inakuja kwa maneno mengine yote niliyo nayo maishani ni shida na kwa sababu hiyo kuna faida gani kuendelea kuishi Naam sasa pamoja na hotuba hiyo ya ufunguzi kukamilika sura ya nne inaanza na tunapata ushauri wa kwanza kutoka kwa Elifazi mtemani ambaye labda ni mzee zaidi kati ya marafiki wa Ayubu na kabla sijaingia kwenye hotuba yake, ninakumbuka Midhali saa kumi na sita na madakika ishirini na nne inayosema, maneno yenye neema ni kama sega la asali, utamu kwa roho na afya kwa mwili. Kweli, maneno yenye asali ni kitu cha mwisho ambacho Ayubu atakisikia kutoka kwa Elifazi. Kwa kweli, Elifazi anaanza kwa kutambua kwamba hapo awali Ayubu alikuwa akiwarekebisha na kuwaelekeza na kuwashauri watu wengi walioteleza maishani na kwa hayo anasema hapa katika mstari wa tano: lakini sasa imekufikia na wewe huna subira, inakubusa na unashangaa. Kwa maneno mengine, sasa wewe ndiye uliyeko kwenye matatizo na unapaswa kuwa tayari kunywa dawa yako mwenyewe. Sasa dawa ni nini kwa Elifazi? Ayubu anateseka kwa sababu Ayubu ametenda dhambi. Ayubu anavuna tu matokeo ya makosa yake ya dhambi. Kwa kweli Elifazi anamwambia Ayubu hapa katika mstari wa saba, ni nani aliyekuwa hana hatia aliyewahi kuangamia? Wapi wenye haki walikatiliwa mbali? Kwa njia hii itakuwa hoja kuu ya marafiki wote watatu wa Ayubu. Hapa Ayubu, unateseka sana kwa sababu dhahiri umetenda dhambi kubwa. Sasa ushahidi wa dhambi hii kubwa uko wapi? Elifazi anadai kwamba Mungu alimpa katika maono hapa katika mstari wa kumi na tatu kupitia ishirini na moja. Sawa? Hebu ni kuambie kitu mpendwa, wakati mtu yeyote anadai aina fulani ya ufunuo maalum kutoka kwa Mungu kujaribu kusimamia maisha yako au kukushauri au kuelekeza maisha yako, unahitaji kufunga viatu vyako na kukimbia. Usijisumbue hata kusikiliza. Sasa Elifazi anafanya makosa mawili hapa katika ushauri wake wa mwanzo. Kwanza, anadhani kwamba dhambi daima inaleta mateso. Sasa dhambi inaweza kuleta mateso, lakini si kila wakati mwanzoni. Hata hivyo, kwa kweli, mwandishi wa Zaburi aliandika hivi katika Zaburi 73: nilikuwa na wivu kwa wenye kiburi, nilipoona ustawi ya waovu. Kwa maneno mengine, wao ni waovu na wanastawi maisha yao yasingeweza kuwa bora zaidi. Pwao, watu waovu wanaweza kweli kustawi katika maisha haya mafupi. Dhambi na mateso havihusiani kila wakati. Lakini kwa sababu anaamini kanuni hiyo, kwamba dhambi daima inaleta mateso, Elifazi anafanya kosa lake la pili kwa njia ya matumizi. Kisha anadhani Ayubu ametenda dhambi kwa sababu sasa anateseka. Sasa tunatokea kujua ukweli. Tunajua kutoka sura ya moja kwamba Ayubu ateseki kwa sababu alikuwa asiye na uungu. anateseka kwa sababu alikuwa mcha Mungu. Shetani ameruhusiwa kumshambulia mtu huyu mwaminifu, si kwa sababu alikuwa anatenda dhambi dhidi ya Mungu, bali kwa sababu alikuwa anamfuata Mungu. Mungu tayari alisema kuhusu Ayubu katika sura ya mbili na aya ya tatu, hakuna kama yeye duniani mtu asiye na na lawama na mtu mnyofu anayemcha Mungu na kujiepusha na uovu. Ndiyo maana kazi inateseka sasa. Ayubu anamjibu Elifazi hapa mwishoni mwa ushauri wake ambao umechukua muda. Katika sura ya sita, Ayubu anajibu hapa na kwa namna fulani anaomba msamaha kwa kukata tamaa kwake. Anasema katika aya ya tatu kwamba uzito wa mateso yake ni mzito kuliko mchanga wa bahari. Anaendelea katika aya inayofuata kusema, hofu za Mungu zimepangwa dhidi yangu. Kwa maneno mengine, hakuna njia ya kuepuka kile ambacho Mungu anafanya katika maisha yake. Sasa kuanzia hapa katika sura ya 6 na aya ya 14, Ayubu anaanza kuwaomba marafiki zake kwa huruma. Anamshutumu Elifazi kwa kutokuwa mwaminifu hapa katika aya ya 15 anaonyesha kwamba marafiki zake wanaogopa kumhurumia wasije wakajiletea hukumu ya Mungu juu yao wenyewe. Hapa chini katika aya ya 21, kisha anaongeza eh, hapa katika aya ya 29 ombi hili la kuwasihi wawe waangalifu wasikimbilie hitimisho na maanisha, fikiria tukio hili, wapendwa. Hapa Ayubu ameketi kwenye majivu akiwa amefunikwa na majipu, akiteseka na maumivu, amepoteza watoto wake, amefilisika kifedha, ngozi yake inatoa usaha, anapambana na homa kali, mifupa inauma, anapata ugumu wa kupumua, na anaambiwa na marafiki zake, unastahili hayo, unastahili kila kipande cha hayo na zaidi. Unaweza kufikiria? Sasa hapa katika Ayubu sura ya saba analalamika juu ya mateso yake, anaonyesha huwa hali yake ya kimwili inazidi kuwa mbaya. Anasema hapa katika aya ya tano, mwili wangu umefunikwa na minyoo na uchafu, ngozi yangu inakuwa ngumu, kisha inapasuka upya. Siku zangu ni za haraka kuliko kitambaa cha mfumaji na zinafikia mwisho bila matumaini na kwa hayo Ayubu kimsingi anapuuza marafiki zake na anaanza kuomba kwa sauti na kwa uaminifu kwa hisia kali. Hapa katika aya ya kumi na sita anasema, nawachukia watu wangu, maisha yangu, niacheni peke yangu, kwa kuwa siku zangu ni kama punzi. Kwa maneno mengine, kwa kuwa maisha yangu ni mafupi sana, hata hivyo, kwa nini anapaswa kuendelea Mungu, kwa nini huniruhusu nife? Kaburi lingekuwa bora zaidi kuliko maisha yangu yenye maumivu. Hakuna majibu kutoka kwa Mungu kwa njia, katika hatua hii hakuna majibu kwa huyu mwamini mwaminifu anayeteseka. Elifazi ameongeza chumvi kwenye majeraha yake kwa tuhuma za uongo. Ukweli ni kwamba wakati mwingine tunapokuwa katika hali yetu ya chini kabisa maishani, wakati hatuna majibu yoyote na hatuonekani kuwa na njia yoyote ya kutoka, inaonekana kama ni wakati huo ambapo hatuonekani kuwa na marafiki wengi wanaoelewa. Tuna nini leo? kweli tuna ahadi kwamba Mungu hatatuacha wala hatatupungukia, Waibrania 13:5. Tuna ahadi kwamba Mungu mwaminifu anaweza kushughulikia wasiwasi wetu wote kwa sababu anatujali, 1 Petro tano, mstari wa saba. Tunayo ahadi kwamba Mungu husikia maombi yetu, Zaburi 69 mstari wa 33. Huenda hatuna majibu yote lakini tuna ahadi kadhaa. Kwa kweli, mtu fulani aliwahi kusema kwamba Biblia si kitabu cha majibu, ni kitabu cha ahadi, ahadi kwamba Mungu daima anafanya kazi kwa niaba yetu. Kwa hivyo, kwa msingi wa ahadi katika neno la Mungu, unapofikiria Mungu hajali, anajali. Unapohisi maisha hayana matumaini, si kweli. Unapofikiria unajua zaidi kuliko Mungu, hujui Unapoamini Mungu hajaisikia kilio chako, amewahi. Unapofikia hitimisho kwamba Mungu hayupo katika maisha yako, labda hata leo, yeye ni. Unapofikiria kwamba Mungu hakupendi, anapenda daima. Mapenzi, hakuna kinachoweza kukutenganisha na upendo wa Mungu.